Yes, Crypto Reality Check uh, episode namba mbili iko hewani ikipewa nguvu na Encryptus wallet moja kati ya wallet bora kabisa za kutunzia uh, assets za kidijitali. Uh, my brother Charity, yeah, mambo vipi? Safi tu kaka. How is Aba everything? Ah, namshukuru Mungu mambo ni mema. Mm, jana yeah, tulikuwa na episode ya kwanza ya mm, Crypto Reality Check. Ndio. Yeah. Unajua lengo letu sio kuwatisha watu. Kabisa. Yeah, lengo ni kuwaelekeza ukweli ili mtu anavyotaka kufanya kitu afanye akiwa ame minimize risk hizo na msingi. Kabisa. Unajua, kila <coughs> kila biashara ina changamoto zake mmm, lakini kuna changamoto nyingine ambazo unaweza kuziepuka mm -hmm. Kuna zinazoweza kuzipunguza mm -hmm. Na sasa, kama kuna changamoto ambazo unaweza kuzipunguza, basi ni vyema ukajua ukweli kuhusiana na jambo ambalo unataka kudili nalo. Kabisa, japokuwa kuna wengine wanasema ah, mnatutisha bwana na, na, tunatona kama vile ni huko kama hakufai kabisa, it's not like that, kwa sababu mm -hmm. Sisi ni kitu ambacho tunakifanya mmm -hmm. lakini tunajua changamoto zilizopo. Kwa hiyo kama sisi tulishapitia au kuziona tukiwa kama Dien Academy tunaona ni bora pia tuweze kuwa alert watu wetu waweze kujua kwamba a, ukitaka kufanya hiki ni bora ukawa na precaution 1 2 3 kabisa. Okay, sasa so, utakuwa na mimi Trizy uh, mm. tuna session ya pili uh, ya crypto reality check episode number 2 mm -hmm. na kama tulivyosema jana tuliangalia kuhusiana na project ambazo zimeweza Kufeli, <coughs> mm. E, tumeweza kuona projekti nyingi sana zikiwa zimefeli mwaka huu ikiwa imevunja rekodi kota ya mm. kwanza tu zaidi ya projekti ya milioni moja na laki nane kati ya milioni tatu ambazo zimeanza mm. zimekufa, na pasenti kubwa ni zile ambazo zimeanzishwa kutoka Pump Fund Pump Fund, yeah. E, he, Pump Fund ni, <coughs> ni projekti ambayo imejengwa chini ya blockchain ya Solana mm. ambayo inakusaidia wewe ambayo hauna hata knowledge e, ujui kukodi unaweza ukajitengenezea projekti yako mm. Alafu bei inatengenezwa kutumia bonding eh, bonding, bonding curve, curve. Yeah. Yeah. It's, it's, it's really something ambacho yani haki, hakina afya lakini, mm. ndio uhalisia wa dunia ulivyo mm. Eh, kuna watu wengine wanafanya biashara wengine mm. wanapenda kubet ya yeah, na pub funds walijua kwamba kuna watu watakao kuwa wanatamani sana kubet <coughs> yeah. Kwa hiyo wakawekea platform ili wagambo na salama yeah. Na zao yeah. And they're making money yeah they're making money eh, wao hawana cha kupoteza kabisa <coughs> <coughs> lakini wale ndugu zangu na mimi ambao wakukurupuka wale kwamba kila coin wewe unaona kama vile uta utakuwa tajiri. Mm. Ah, kwa kweli ni changamoto. Kabisa. Sasa <coughs> leo mm. nilikwenda katazungumzie uh, huu smart wa watu ambao wamekuja nao kwenye kuiba. Mm. Unaweza ukaibiwa ukaishi kama hujaibiwa. Kabisa. Ah, uh, I remember last time tulikuwa na client ambaye alitutumia ametumia coin fake USDT fake mm. kwenye. Unajua wallets za Web3 nyingi zina changamoto sana mm-hmm. kwamba hazina limit ya coin ipi iweze kuwa added pale wenye wameweka ni mm -hmm. free kama uh, blockchain imeshakuwa uh, <coughs> linked kwenye ile wallet, mm. coin yoyote ambayo auto killer itaweza kutumia ile blockchain inaweza ikaonekana ikaonekana pale, yani, yes. na mojawapo kati ya wallets ambazo zinatumika sana ukiachana na MetaMask ni Coinbase. mm. kwa sababu Coinbase mara kwanza ilikuwa na na, na web2 pekee yake mm. sasa hizo na web3. Sasa kwenye upande wa web3 kule kuna changamoto kubwa sana, na watu mm. wamekuwa wakipigwa sana, na back in the days ilikuwa mm. ni Uh, ilikuwa ni read only kwenye mm -hmm. Trust wallet mm -hmm. Watu walipigwa sana, mpaka sasa hizi bado watu wanaibia, of course Kabi, yeah. uh, lakini ni kitu ambacho at least kidogo watampata awareness, lakini mm. kupenya na token fake mm. mtu anatengeneza coin kama USDT lakini sio USDT, mpaka ujue namna ya kuverify kwenye blockchain ndo unashtuka. mm. -hmm. Au sometimes unatumiwa, unaona una USDT 10000, alafu balance nasoma sifuri. mm. eh -hmm. uh -huh. Sasa e bwana, juzi nimekutana na scenario moja mm -hmm. nilipokuwa, I think nilisema, nilikuwa Mwanza kama sio Mwanza, Arusha mm na mtu kanitumia message, ilinichukua kama dakika 30 kuweza kujua kama hiyo jamaa kweli kapigwa. Mm. Unajua <coughs> kipindi cha nyuma walikuwa mm. watu wanakutafuta Telegram, wapi huko mm. wanakwambia, bwana, kuna biashara hii ya kutrade mm. eh, ukiweka pesa kiasi fulani ndani ya masaa 72 unakuwa na kiasi fulani. Mm. It's a very good deal to be true, lakini mm. it's very attracting, unajua mm. watu wanapenda utajiri wa mara moja. Mm. Sasa ile akiwinja nyuma, ulikuwa unatuma hela labda unakuta labda unatumiwa coin kwenye Coinbase, unaona zinasoma USDT kadhaa mm. ila balance inasoma sifuri. Sasa kama mtu una knowledge, unaanza kupanic, mbona hela zangu hazitoki? ndio mm. au umetumiwa read only wallet uh, phrase mm. unaingiza, unaona balance yako inasoma milioni 60 70 lakini, kumbe ni read only, sio hela mm. hazitoki, yani in short kwayo, kwa hiyo awareness ikazidi kusambazwa, si kwamba wote wameshajua, lakini at least kuna kiasi kidogo kimepungua mm. Kime mm. E, kwa mtu akishapigwa mara moja anaona eh, kumbe sio kwamba ikionekana balance tu basi totali mm. Una pesa mm. Sasa juzi bwana mm. kutana na mtu bwana, akanipigia simu, samani mwalimu bwana, nimeona video zako uh, YouTube mm. unaelekeza kuhusu crypto, mimi nina crypto zangu kama za dola laki moja na tisini. Mm. Nataka kuzitoa kwenye gani, akasema Ethereum meta mm-hmm. <coughs> hera meta mm. Nikaanza kupata wasiwasi, lakini nika, hebu nitumie screenshot. Akanitumia screenshot inasoma kabisa balance. Sasa ile mm. inasoma balance mm. dola laki moja na tisini na mbili na coin is... ilikuwa laki na tisini na mbili So I was like, huyu kapigwa au? mm. Sasa nilichokifanya nikaamua kuingia kwenye kuiexplore ile coin, nikaona coin kweli ipo imekuwa hmm. listed kwenye baadhi ya statistic website including CoinMarketCap, ndio hmm. maana sometimes nakumbuka tulikuwa tunasemaga watu coin kulistiwa kwenye, kwenye CoinMarketCap does sure, not guarantee kwamba yes. Yeah, coin ile hmm. ni, ni platform tu ya kuonesha data hmm, kwa hiyo haiwezi kugarantee chochote mpaka hmm. ujue kabisa coin nzuri inatakiwa ina vigezo gani? hmm. So, check pale mm. nikaona trading volume mm. ya masaa 24 ni dola 31 mm. ambayo ni 46% ya volume nzima mm. Mm. nikasema, ni yule awe na balance ya dola laki moja na tisini alafu trading volume iwe dola 31 ambayo ni 46% ya volume yote mm. Nikapata wasiwasi nikacheki chart nikaona imeshoot, lakini volume hamna mm. nikadoubt. mm. Sasa nilivyoanza kuchimbua na kuiangalia vizuri coin nikagundua kuna volume ya coin kama trilioni 100. Mm. Nikaanza ku doubt nikasema hii tokenomics mbona kama ni tokenomics ya ajabu sana. Mm. -hmm. Sasa katika kusoma na kusoma na kusoma nikaja kugundua kumbe kuna mchezo mwingine ambao watu wameanzisha. Ikabidi nimjaribu kumuuliza jamaa zile mm. <coughs> coin kazipataje? Mm. Amenunua au imekuaje? Kumbe squeeze bwana. Mm. Hawa jamaa bwana wametengeneza scam ambazo zina, yaani unaweza ukahisi kama ujaibiwa. Kumbe mm. ndio ushaibiwa. Uh, unajua wanasema kwamba coins zinapanda na kushuka. Mm. Lakini ushukaji na upandaji wake lazima uwe regular. Yaani it cannot be like just like a bubble, si ndio? Au a balloon. Mm. Um, wale jamaa bwana wanazunguka njia nyingi. Mm. Yaani kiasi kwamba unavyokuja kushuka umepigwa mm. mpaka una knowledge. Mm. Yaani wale jamaa wanaandaa platform ya trading. Wanakwambia bwana hii ni platform ya trading, labda kwa masaa 72, ukiweka mm. dola 100 unapata dola 2000 au dola 1000, dola 5000, whatever mm. they, they they give a very good deal mm. ambao ukiona unasema, ah kama nikipiga hapa si nitakuwa nishatoboa na. mm. Honestly, wanakuwa na magroup yale magroup yanakuwa na testimony, thank you I have withdrawn mm. my money is mm. with nani mm. ndio maana mimi wasipendage ya mambo ya testimony mm. logic. mm. It, it is what matters. Huwezi kuanza kusema kwamba utafanya biashara kwa sababu fulani kasema anatengeneza hela, kati ya ujui kama biashara inatengeneza hela au la kwa hiyo wanakuwa wanaandika zile testimony mwana na screenshot, thank you very much, oh this business is good, bla bla bla. Mm -hmm. Honestly, kama mm -hmm. we ni mtu wa kuchukulia na miyemu kwa hapayo, unachukuliwa. Kwa hiyo, uye jamaa, <coughs> aliweka hela mm -hmm. Baada ya kuweka, baada ya masaa kama sabini na mbili, kweli, elfu moja kwa wana mesuma dola laki moja na kitu. Mm -hmm. Hey, no, aliweka sifu dola elfu tatu au something, I don't remember. Mm -hmm. Lakini aliweka reasonable amount. Mm -hmm. Lakini result ya masaa sabini na mbili, it was too much. Mm -hmm. Akaambiwa bwana, ku withdraw hii pesa tunatumia coin inaitwa Ethereum Meta mm. Kwa ile hela inatolewa kwa kutumia coin ya Ethereum Meta. Remember Ethereum Meta ni token ambako wamekatengeneza wao wenyewe. Baada ya kukatengeneza, kwa mfano, unajua kutengeneza fake price mm. Unatengeneza coin achana na ile fake price ya bonding curve mm. Hii ya liquidity kabisa mm -hmm. Unajua sasa, hizi uniswap unaweza kutengeneza tu liquidity yako hata private mm. Ambapo mtu mwingine hawezi kuitumia mm. Kwa hiyo mm. anachokifanya mm. Anaenda ku mint coin anaweka kwenye wallet labda metamask mm. Akishaz mint mm. anachukua labda hata coin moja au mbili anaziweka kwenye nini kwenye pool mm. Akishaweka kwenye, kwenye pool mm anachukua dola 1000 mm. au 2000, ana risk tu, anafungua pool, anaweka coin moja kwenye pool mm. against labda dola 10000 10 au dola 2000 mm. kwa hiyo ina maana kwenye pool pale, zile uh, platform uh, kama wallet pamoja na statistics website zinakuwa mm. zinauliza price kwa kutumia API mm -hmm. kwa hiyo zina ask what is the price for one Ethereum meter mm. ile kule inasoma ile bei ya mdaule ambayo yule jamaa kaitengenezea mm kwamba ka, kaweka coin moja na dola elfu kumi au coin moja mm, na coin mbili mm, na dola elfu mbili yani mm -hmm. anatengeneza mm -hmm. price anayoitaka yeye, mm -hmm. kwa hiyo ile itasoma price ile ya muda ule, mm -hmm. you get the point, yeah. Kwa ina maana sasa yule mtu kule, mm -hmm. anapokuwa na withdraw hela kutoka kwenye platform ya trading ambayo amedanganywa, wanamtradia kwa profit kubwa, mm -hmm. anasema, tumia coin hii afu tumia wallet fulani, mm -hmm. wengi siku hizi wanatumia sana Coinbase mm -hmm. kwenye web3 mm. -hmm.

inapiga slippage. Si hamna volume kule. Ukitaka mm. kuuza inapiga slippage ama hata ukitaka kuuza coin moja zile ulizo nazo inapiga slippage, slippage ya maana, kwa sababu kule volume hamna. Mm -hmm. Na in fact wao jamaa wakisha tengeneza ile price, ile volume pia wanaifanyaje? Wanaitoa. Kwa hiyo mm. inabakia kusoma price, lakini there is no depth ya volume. Mm. Umeona? Mm. Sasa jamaa la, ak akasema mbona sasa nikitaka kuswap inakuja dola sifuri point something. Akaambia sasa hapo, inabidi uweke fee. Kumbuka network ambayo inatumika pale ni ya Binance, Binance Smart Chain. Binance Smart, unajua transaction fee zake ni dola ngapi? 0.1, si ndio? Sasa jamaa akasema, wameniambia nitume dola elfu tatu mm. niweze kufanyaje? Ku swap unajua wale jamaa wanakuwa wanakuangalia mm. wakishakupiga kwenye stage ya kwanza mm wanaangalia kama hauna uweledi, wanakuongezea tena kamtego kingine. Bwana, inabidi utume kiasi fulani ili ndio uweze kuswap ukituma. mm -hmm. ukituma na kwambia sijui kuna hela and money as transfer sio nini tax mm -hmm. sio nini kwao, unaweza ukatuma ukatuma ukatuma mpaka unakuja kushtuka. mm -hmm. ndugu yangu hela isha, isha. Mm -hmm. I think watu wengi sana wamepitia changamoto hii kwa yeah, platform unajua kitu kimaanisha kwamba hii platform nayo no iona wewe front end ile, mm -hmm. ni statistic mm -hmm. yaani, kukuandikia sio na balance ya kiasi fulani it can justwrite hata kama haipo, mm -hmm. so you cannot guarantee kwamba pesa yangu ya kwenye kuna kuna this kwamba kwamba inasoma una kiasi fulani, lakini yeah. ni hela kweli yeah. kwa yule jamaa akaamua kunicheki wakati amefika kwenye stage kwamba anatakiwa tume pesa nyingine ili afanikiwe kuswap na na hiyo hiyo yote inakuja kwa sababu watu wengi wanataka kutengeneza pesa pesa, bila kujua wanataka kutengeneza pesa kwenye kitu gani. Wakisikia tu cryptocurrency ni mko hiyo. Umeona bwana? Sasa, so, check it, nitawawekea screenshot hapo. Nataka kuswap. Ngoma inasoma dola 0.6. Kutoka dola laki moja na tisini na mbili. Ah, sasa katika kusoma pale ndo nika nikagundua kwa kwamba kuna hiyo setting ya price kwa kutumia liquidity pool, lakini anatumia coin kidogo sana. Anatia na mfunga kidogo kwa ajili ya kutengeneza bait ya wewe kuona kwamba yes coin na worth kiasi fulani lakini ukitaka kuuza utakutana na era kibao, sijui volume hamna, crash price labda ni crash na, sana sana utapata dola moja au 0.1 au isiwezekane kabisa kuswap. Kumbuka mm. Syndicate imeanzia umeinvest mm. Kweli ukaona faida ukawithdraw kweli coin zikatoka mm. Shughuli ni kwamba unavyotaka kuswap, kumbe yale coin umepewa majanga mm. It's not a real crypto, it's not a coin, it's not valuable mm. The depth ya liquidity haipo mm -hmm. Ndio ushapigwa na unajua, watu wengi wanafikiri labda kutengeneza coin sijui ni kitu kigumu sijui yani. Sasa hizi it's not even an issue mm -hmm. Ni kama tu leo uweza wewe ukaamka asubuhi ukaenda kusajili kampuni Brella, mm -hmm. ndio squeeze hata coin nazo ni hivyo hivyo mm -hmm. Yani mifumo imerahisishwa mm -hmm. AI imefungua na kufungua na kurahisisha tena mm -hmm. Kwa making a coin is not a deal kabisa, na sasa na kufungua kampuni sasa hizi is not a big. Zamani usema, ah ujamaa na miliki kampuni naona, eh, huyu mtu mtu wa maana kabisa sahi hata mwanafunzi akiamka asubuhi ana ID yake anafungua kampuni. Eh, analipia ile fee ngapi, laki nne na ngapi? Anafungua kampuni. Lakini sasa hiyo kampuni ina wazo gani? Is it ni wazo ambalo ni viable, linaweza lika sustain? That's another question. Mm. So, watu wanatengeneza vitu kwenye mm, smart contract? Fresh? Mm. Mm. Lakini ni mawazo ya kitapeli, lakini siku hizi wametengeneza mzunguko ambao mpaka uje kushuka kwamba umetapeliwa mpaka mm. uwe na knowledge unakuwa nahisi kama vile kuna era imetokea kwenye website kwenye system mm -hmm. Kumbe ndugu yangu, ndo usha watu washapita na wewe, na ukipigwa mara nyingi, una cha kwanza unachodhani ni kwamba ah, kutakuwa na changamoto kidogo mm -hmm. kutakuwa na era bwana ah, bwana yeah. Maana zamani ulikuwa unaambia ah, bwana mfumo mdogo, tunafanya maintenance hey, na nini hey. mm -hmm. no. usually is that. <clears throat> lakini pia niongezee, yeah. kwenye swala la kutengeneza coin sasa hivi licha tu kwamba AI imerahisisha mm. Lakini ukienda kwenye blockchains kama Ethereum, Binance hizi EVM hizi yeah. Ethereum virtual machines yeah. kuna open source code moja inaitwa OpenZeppelin. Yeah. Yaani wale wanakupa code za coin yote, sijui tokenomics sijui nini zote zipo. Kwao unachoenda kubadilisha ni idadi ya coin, jina. Jina. <laughs> na nanili unatengeneza coin ambayo ni universal kabisa yani very smart, very secure mm. Kwa hiyo coin tu kwa kuwa na coin always sio kigezo it's, sure, it's, it's not an issue kwa eh, yani ni kitu gani kipo nyuma ya, na wazo la kibiashara eh, eh. na organic demand ya wazo pia Ewa. Ni kitu muhimu sana. So I think mm. Uh, it's high time kama ambavyo huwa tunafundisha kila wakati kwamba mm. watu wa, unajua the bad thing kwanza ni confusion ambayo ipo kwenye class ya asset ambazo zinajengwa kupitia blockchain. Mm. People thinks like every crypto is a currency. Mm-hmm. Kwa sababu ya jina cryptocurrency. Mm -hmm. Lakini in fact not every crypto is having a character. Mm -hmm. au ina qualify kuwa pesa. Mm -hmm. zingine ni asset kama asset nyingine. Mm -hmm. Kwa hiyo ni muhimu sana watu wakajua kwamba mm -hmm. Uh, swala la kumiliki crypto mm -hmm. au swala la kuenda kununua crypto mm -hmm ni kitu ambacho kinahitaji knowledge. Yaani mm -hmm. Huwezi ukafanya tu from nowhere mm -hmm. Ukaamua tu kwamba bwana I'm buying this crypto kwa sababu mm. -hmm. tu umesikia ni crypto. Mm -hmm. Unahitaji kuwa na knowledge kwamba why are you buying the crypto? Kabisa. Na crypto nzuri inakuwa na vigezo so gani? Just mm -hmm. like mimi siwezi nikaamka leo hii nikasema bwana, nina kampuni yangu nunua hisa. Mm. Inahusiana na nini? Kwa sababu honestly most of the crypto size ukiziangalia, acha na mameme coin ambayo ndio imekuwa ni uchafu. Yaani mm. -hmm. Unajua ni kitu ambacho yani sasa afu unajua kitu kimoja ambacho kinakera mm -hmm. Kuna siku moja bwana, nimeona kuna mtu anafanyiwa interview mm, tena alikuwa anafanyiwa interview BBC. Unajua mm, hao waandishi wa habari nao siku hizi natakiwa wajitahidi kusoma kabla hawajafanyia interview mm. Anamuuliza ehe, sasa kuhusu cryptocurrency watu so wanafaidika vipi? Ah mm, cryptocurrency iko za aina nyingi mm, lakini sasa hivi kuna hizi meme coin ambazo ndo zinakuwa kama zina product nyuma yake unafanyia biashara. Yule mtu yuko BBC, ndugu yangu, afu mm, anasema tunaongea na mtaalamu wa crypto mm, expert mm. Meme zina product. Mm, kweli. Hmm, it's really bad hmm. Yaani ni mbaya kiasi kwamba sasa unasema sasa hmm, tunakuelekea kututafanyaje kwa sababu watu wengi they are just speaking out of unajua the bad thing ni kwamba mtu anapata experience hmm, ndogo hmm, anashumu anajua kila kitu, anaona kama anaweza akaenda kwenye kaongea. Hmm. so I think kuna haja ya watu kuwa na self precaution hmm. measures kabla ya kufanya maamuzi kuliko kutegemea tu mtu peke yake, kwa sababu always tunasema blockchain sio maajabu. mm -hmm. blockchain ni teknolojia ya msingi ambayo imetoa foundation layout mm. inayokusaidia wewe mm. kuweza kuwasilisha wazo lako la kibunifu la, mm. au la biashara mm. ili liweze kuwafikia watu wengine kama tu ambavyo leo ungekuwa na kampuni mm. ukatengeneza wazo lako mm. ukaenda kulipresent wateja mm. wakaja kwa ajili ya product zako aidha yeah. za kugusika au za huduma mm. Hata kwenye blockchain ni hivyo hivyo kwamba ni sehemu ya kupresent wazo. Sasa mm. Kabla haujaamua kuventure kwenye hiyo project, lazima ujue kwamba hilo wazo ni wazo gani mm -hmm. liko imara kiasi gani mm -hmm na lina uzuri hmm, au uhitaji kiasi gani na jamii, kwa sababu wazo litaenda kuexcel hmm, kama jamii italihitaji. Na jamii ikihitaji wazo ambao limekuwa presented au limekuwa innovated na kampuni fulani, hmm, basi ndo kampuni tatengeneza faida na hapo ndo tutaona kweni zake zikifanya vizuri. Mm. Just like that. Mm. Kwa hiyo usifikiri kwamba kutakuwa na, na mira kwa miracles utafanya zitafanya coin yako ifanye vizuri mm. Hicho kitu hakipo, hakipo kabisa. Kwa hiyo mm, do not buy a coin just because it's a coin. Mm. Na coin ambazo ziko listed kwenye statistical websites, kwa hizi statistical websites ziko nyingi, swi Dex Scanner mm. sijui CoinMarketCap, swi CoinGecko sijui mm. mm. ApeSpace dot io CoinBrain, ni yani ni nyingi nyingi, you cannot finish all mm. kwenye, nivizuru, kwa hiyo unapohitaji kununua coin ni vizuri ukawa na knowledge, kwa nini unanunua coin flani mm. ili uweze kupunguza, of course we know there is a, a a reasonable number of uh, risks ambazo zimekuwa mm. involved kwenye cryptocurrencies mm. lakini kuna risk ambazo unaweza ukazikwepa kabisa Mm. and hazina ulazima ya kuzingatia kuzi, kuzi nazo mm. lakini ukitumia miamko you have a chance to lose a lot of money kabisa, kwa sababu that is how it is. Na ni vizuri watu wakaendelea ku take precaution. Uh, kwenda haraka na kufanya maamuzi haraka haimaanishi utafanikiwa kabisa. Just take your time, ji you compose, jifunze mm. elewa yeah, yeah, yeah. Then angalia hii class ya investment inaendana na goals zangu, inaendana na risk appetite yangu mm. If it is yes, fanya Uh, research nzuri afu jua utatumia approach ipi. mm -hmm. Lakini kama ukiona kila ukijaribu uelewi, mm -hmm. usianze kumfuata fulani kwa sababu kasema yeye katengeneza pesa. Take your time. mm hii kuiga -hmm. kunya kwa tembo bwana hii <laughs> ah, <laughs> yani, kuangalia mtu akiwa anatengeneza pesa alafu mm -hmm. ukasema kwamba basi huku kuna hela, hujui yeye ana mbinu kiasi gani yes. yaani huwezi tu ukawa unamfuata mtu kizembezembe zembe lazima ujue, kwa sababu uh, kidogo nimefanya research yeah. Nimekuja kuona kwamba mentors wengi waga wanatengeneza pesa yeah yeah yeah na That's pesa true. nyingi zinazotokana na mentors ni kozi yeah, <laughs> sio si kwamba kuna ile anaofanya na ndio maana watu Aye. wengi sana, ukiona wanazungumza sana kuhusu crypto mm. ukimuuliza, mm. atakwambia ah, I've been making money and all that, lakini mm. muulize umefanya projects gani so far mm. na kwa muda gani mm na how is the the progress, akuambie tu hiyo project ikoje inafanyaje mm. kazi. Yeah. ili wewe uweze kuanalyze kwamba kama amekuwa kwa miaka fulani kwenye hiyo project ametengenezaje hela. Hawezi kuambia kabisa kwa sababu utakuta leo yuko hapa, kesho yuko pale, anakuambia mm. hiki. Hawajafanya research, anaongea maneno mengi too many, uh, vocabulary smart contract, unajua web3, yeah, metaverse, lakini at the end of the day, uh, it's, it's not about the, the vocabulary, it's about the reality on the idea of innovation behind the project. Hiyo ndio inayo making sense. Mm. Kwa hiyo usinunue coin kwa sababu meambiwa bwana hii ni smart contract. Smart mm. contract ni kitu gani bwana? Mm. Smart contract ni ni, ni, lugha ya kompyuta ambayo inajirani automatically kwa kutumia mm. preset standard conditions. Mm. Lakini ina run wazo gani? Mm. Hata unarudi kule kule tena wazo la biashara ni lipi? Mm. Yes. Kwa hiyo, uh, ladies and gentlemen, um, I think kwenye episode yetu ya pili tumezungumzia kuhusiana na hizi scam ambazo zinakuja mm. watu kuweza kurudundishwa, lakini at the end mm. of the day mtu anajaribu kuset kitu mm. ambacho kita kitakuchanganya wewe maono mm. yako, alafu at the end of the day utajikuta tu ushaibiwa mm. eh, tena very smooth eh, yaani dopa <laughs> na sisi so, jamani tu some knowledge is the very key factor especially when it comes to digital entrepreneurship vinginevyo itakuwa ni changamoto kubwa sana we will never find the good spot mm. of this innovation kama mm. tutaendelea kwenda na miemko namna hii. Na hii changamoto sio kwa mbiko Tanzania tu mm. it's yeah. a worldwide problem yeah. kwa sababu nimeona kwa mfano ukiangalia kwa mfano hizi uh, meme coins zinavyopiga watu yaani mm. yani unaona kabisa watu wengi ni wakurupukaji, lakini yote nadhani ni kwa sababu ya ugumu wa maisha na watu wanajaribu ku break even overnight mm. which is not existing, kwa sababu everything is a process mm. wanataka yeah. Matabu tajirika wanalala maskini wa mke tajiri eh, hey, bwana ni changamoto sana, kwa hiyo Mm. Uh, kwenye episode yetu ya pili nadhani tutaishia hapa, tukutane mm. tena kwenye episode ya tatu ya reality uh, uh, uh, uh crypto reality check kuhakikisha mm. kwa kwamba tunakusaidia wewe kuweza kuwa na awareness ya kuwa na precaution measures kabla haujaamua kufanya maamuzi. Kumbuka, tunapewa nguvu na encrypted wallet moja kati ya wete, ambayo sisi kama Dienacademy tumekuwa tukifanya nao kazi kwa mwaka wa sita sasa mm, sita, yeah, yeah, so yeah, ni wallet nzuri, unaweza ukaenda Play Store ukajaribu ku-download Alafu ukitaka kununua coin zako Bitcoin na Ethereum, basi ukazitunza kupitia hii wallet ambayo mm. e, ina, ina, ina features nyingi mm. e, kwetu mm. e, mm. e, Make sure lakini tu, kama tayari una knowledge Find your reliable source, mm-hmm. So, ma lakini all in all from what I know the Dienacademy I think we are the best mm-hmm, kwa sababu tuna consistency ya kuwa na wanafunzi wengi ambao wana matokeo. Kwa hiyo, mm-hmm. Tunakukaribisheni sana na uzuri, prior consultation is free. Ukifika yeah, siku ya kwanza tunafanya free consultation kukuelekeza wenye ulimwengu kuna kitu gani, na wewe utapata kitu gani, na tutakupitisha wapi uweze kujua vitu gani. Ukiona it's reasonable, then ndo unajisajili kwenye mfumo wetu na kulipia ada ambayo ni rahisi kabisa, kwa sababu mm. subscription yetu ya mwaka kwa mtu ambaye ni mpya ni kama laki na ishirini na tano kwa mwaka. Kwa mwaka. Eh, hey, it's a very cheap na kozi zetu nyingi ni laki na ishirini na tano mm. laki tatu eh, ndio kozi ambayo ina gharama sana, na ukilipia mm. ni one time. Mm. Na baada ya kuwa member ukishaji subscribe unalipia dola 25 tu ambayo ni kama elfu themanini. Mm. You know elfu sabini na kitu mm. kwa mwaka. Kwa mwaka. Eh, hey, na tuna, tuna tuna, tuna, of course tuna clients uh, same tofauti tofauti ndio maana Uh, kwenye website unaweza kwenda, tunatumia dola lakini kwa Tanzania mm. you, it's, it's very cheap honestly, yeah it's very cheap na kabisa knowledge is not like ukisoma lazima ufanye, ila ukisoma inaweza ikusaidia kufanya maamuzi sahihi. Hata ukisema yes, no you, you know exactly why you said no mm -hmm. Yeah, so thank you very much for listening, don't forget to subscribe. My name is Tris Magno, nilikuwa na... Charity Aaron, and tunasema Crypto Reality Check ni sehemu yako salama kabisa kwa ajili ya kutafuta uhalisia wa changamoto ambazo zitakutana nazo kwenye ku engage na cryptocurrency ambazo pia nyingine unaweza ukazi avoid bila kuendana nazo. So thank you very much for listening, don't forget to subscribe. Bye.